Kizimbanisgua kidoomume ataki kupigiwa kelele, mume ataka kubembeleza. Ndio wenye tabia hizo mbaya wapandishe kizimbani. Wahenga hawaamini asiyefunzwa na mamae, walimu wengu wamemuacha kizimbani. Katika maisha yako, kuna vitu viwili inabidi uvizingatie, kuna kupuliza ili wake na kupuliza ili poe. Bas, kizimbani, kizimbani Bwana kizimbani sasa, eh. Wahenga hawaamini kwamba yale yote ambayo tuliwaachia mm, yamewashinda baadhi yao, mm -hmm. na hatimaye wamesema sasa, nyinyi kama kizimbani, eh, mzigo huu wameutua. Wameutua. Sasa <laughs> leo jamani, hili <laughs> la leo <laughs> <Kuna nini? laughs> bwana. Kwenye ndoa habarini za asubuhi. E, wale ambao mko kwenye ndoa, haijalishi umeoa ama umeolewa. Wewe bado uko kwenye ndoa, ama ni mwanamke kubwa upo kwenye ndoa na, na ndoa tunaoizungumzia hapa ni okay, ile ambayo kulikuwa na mashahidi. So, ha, lakini ku, lakini si kuna, kuna, kuna ndoa za aina nyingi jamani. Kama, si tunamaanisha zile za misikitini na eh. Sisi wa sazi. Si tunamaanisha ndoa ambayo mmekula viapo Mashahidi, kwani mashahidi, mashahidi unawataka wale mpaka watokee kwenye picha? Sio kwenye picha kwenye... hata wale ambao kimya kimya kwamba jamani watoto wetu wana. Ah, ah, eh. Mnaishi ila bado hamjakamilisha ndoa yenu e -hmm. Hawa hawahusiki wa wale ambao mmeingia makanisani mmefunga mchana kweupe e. Mmeingia misikitini mchana kweupe mashahidi wako na watu wengine walishuhudia, ndo ambao tunawalenga sasa. Bwana, dozi hii iwaendee wale wote ambao mm -hmm. Watu ambao mna tabia ya kuficha kama mmeolewa ama mmeoa kwa lengo la kuanzisha mahusiano mengine. Kuna mtu anakwambia unajua, ukioa ndo mambo anakuwa ni mengi sana. Wanasemaga kwamba hey, ukishaoa unaanza kuona wazuri sasa, alafu naambiwa hata yule ambaye alikuwa hataki uchukue namba na yake anaanza kukutafuta. Kwa hiyo Devi Maruseke, vipi ile namba uchukui? Pointi. Ukishaoa ama ukishaolewa hey, hey, ndo unaanza kuona ma handsome. Unaanza hey, kuwaona wasichana wazuri, warembo, mpaka unajiuliza sasa huyu soko mwenzangu nilimsogeza hapa? Shida nini? <laughs> Nimewahi nini, ila bana ogopa sana mimi, nikasema kwamba unajua, kuna watu sijajua inakuaje, ni situation ambayo inatokea tu, lakini nahitaji upambane nayo kwa kweli. Eh, ah, yani, kuna watu wanasema kwamba kama ulivyozungumza kwamba mm. Kuna namna mtu waki, akioa anaona kabisa uh, aliyemwoa kumbe, ah, akuwa mzuri sana. Kuna nyingine, chuma kingine kimejiongeza huku. Kuna mtu anasema vipako vimekolea vime, vime <laughs> vime shau, sio shau. Hili, wananzengo, tuambieni nyinyi mnasemaje kuhusiana na hili swala? Sisi tusie tunazungumza sana kama kasuku hapa, kumbe wengine wanalifurahia ndio, eh? Wengine wanalifurahia, wengine wanalifurahia. Haya, hebu tuambieni. Ah, mimi naweza nikalizungumzia kwa kwa upado, kama watu ambao wanakuwa hawajaoa wanaenda wanawaragai wenzao, wanasema kwamba hatuna familia, ila yeye akiwa na lengo la kutaka kumpata mwenzi, kumbe huku tayari alishakuwa na familia, hataki kuwa mkweli, mwisho wa siku ndio unakuta mambo yanaharibika ndio, ndio. inaleta madhara gani hiyo tabia? Ah, madhara yapo kwa familia, unakuta sasa familia hii ya kwanza, huyu anakuja na kudanganya kwamba yeye alikuwa hajawahi kuoa, ukishakubali ila yeye lengo lake anakuwa ametarget, ili yeye akupate wewe kwenye 18 akafanikisha kukupata, basi mmeenda mmeishi, labda mmemaliza kama mwezi mmoja, baadaye inakuja na sanuka kwamba ana familia. Hmm. Kwa hiyo ni hali ya hatari, inaweza ikaleta shida kwa jamii. Wewe pete iko wapi? Mimi pete, kila jambo linatimia kwa wakati wake. <laughs> kwamba hujafunga ndoa <gibu> <gibu> uh, ndoa na, na, na natarajia kufanya hivyo kufunga ndoa, nawe nitakupatia au au pete mwenza, pia ni swala la muda, tunasubiri. Mwalimu amina, naitwa Roy, Roy, tabia hii unaizungumzia unaizungumziaje? Kiswahili nacho ni bora tu ujue kweli mapema, maana huko mbele na itakuwa mbaya. Mtoto wa watu chakula kipite. Unadhani kwa nini azungumzi ukweli? Labda wanaogopa utakataa, hivyo yani kuna wadada pia wengine wanakataa kabisa kwamba ameolewa, wengine wanaficha mpaka watoto wanapewa kwa bibi vijijini. Nyie mfichagi nyie? Kwa mfano mwanaume anakuja anakuambia, bana, eraa, ni kuoe na mtoto sema hapana, sina, baadaye inakuja kufahamika. Mimi binafsi siwezi kuficha mtoto wangu. Unaambiaje sasa, kuipitia Kizimbani? Wache tu hiyo tabia mm, sio nzuri dada. Kwema, naitwa nani mwenzetu? Naitwa hivi. Kwa mfano mtu asipokuambia kwamba ameoa au wewe umeolewa, kumwambia hii tabia unaizungumziaje ya kutotoa taarifa za ukweli kwamba mtu kama ame

no mu biyaga no mu misozi munsi y'ubutaka cyanke bakoresheje ibikoresho vyateza kaga ubu butumwa mu bushikirijwe na JRS Radio Kwizera ifatikanyije n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu iterambere rusangi ishira hamwe ryitaho abana ku isi yose UNICEF hamwe n'ubufasha bw'abanyagihugu bo mu gihugu, gihugu c'Ubuyapani hondo hondo abavyeyi beza bafasha abana gutera imbere He, he, he, he, he. E mwemwemwemwemwe mwe, mwe. Hivi haya magugu yanashindana na mimi au na maharage? Yaani mpaka nimechoka. Mkulima wa maharage bado unapambana na magugu shambani. Usipoteze muda, nguvu na pesa kwa palizi la mkono. Kampuni yako pendwa ya Bukohola imekuletea Potent. Ndiyo, Potent inaangamiza magugu yote kwenye shamba la maharage na soya bila kuchoma wala kubabua majani ya maharage na soya. Tumia Potent, palizi bora linalofanya kazi kwa haraka na kwa uhakika. Ukipuliza Potent mapema, soya na maharage yanastawi bila ushindani, punguza gharama, ongeza mavuno. Potent, chaguo la mkulima makini. Ulizia Potent kwenye maduka ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0742821731. Baba, we TV ile umelinua wapi? Mbona watu wanaonekana wanayumbayumba, yumbafu kama kizakiza? TV gani kwani? Ah, TV tu bwana, nilinua dukani kwa watu waniambia vizuri, kumbe nyanga ba. Baba bwana, yani sijui uko nchi gani wewe. TV ni za Osheni Kisola, kwanza wana TV za uhakika. Kuanzia nchi kumi na tano mpaka nchi sitini na tano zinawekwa kwenye umeme wa sola na umeme wa kawaida na teknolojia ya kisasa. Kwanza picha zao nyangafu kabisa. Yani namuna mtu kama alivyo, na zinapatikana nchi nzima eh. Aloni kuwasiji, hey, nimeelewa TV ni za Oceanic Pekee. Kufahamika mimi binafsi siwezi kuficha mtoto wangu, unaambiaje? Sasa kupitia Kizimbani waache tu hiyo tabia mm, sio nzuri dada. Kwema, unaitwa nani mwenzetu? Naita Mei. Hivi kwa mfano mtu asipokuambia kwamba ameoa au wewe umeolewa kumwambia, hii tabia unaizungumziaje ya kutotoa taarifa za ukweli kwamba mtu kama ameoa au ameolewa, kwa upande ameo, wako, hii tabia unaizungumziaje? Tabia sio nzuri, maana vijana hata na wanaume yani wanakuja, kwa mfano wanakuchumbia au wanataka kutongoza, uenaye kwenye mahusiano Anakuficha kabisa kwamba anamshapendana naye, mwisho wa siku najua kwamba na, na mtu mwingine tayari ushaumizwa, zaza simu zinaweza kupokelea chooni mm. Kweani, kwa yani kwa kweli ni hatari. Emei, kutokea wewe kidogo, kuna mtu akuja, afu kagundua baadaye, kumbe kaoa, kamwenzetu tulipata kwako peke yako yeah. Hmm, afadhali ah, kumbe kuna hata anazaliwa kwa jina mmoja eh, Mungu asaidie. Haya, waambie kupitia kizimbani sasa, wenye tabia kama hiyo wajirekebishe jamani. Naseme ukweli. Lakini kuna watu wakasema kwamba eti kusema ukweli unaweza ukakota ndege, unaweza bora kampeperusha. eh, mwambie yeah, ukweli akukataa, kukataa kukubali akubali, kuliko kumficha. Mm, umesikia eh, kwamba mwambie kama nakataa, akatae lakini ashajua ukweli eh, na mm. Kuna umuhimu sana wa mtu kumwambia ukweli akafahamu, yes. Yes. Tuko live pia kupitia ukurasa wetu wa YouTube pale na ukurasa wetu wa Facebook, na asante sana kwa wewe ambaye umeendelea kututazama na kutuandikia ujumbe hapo, mm-hmm. Naamini tukiendelea kuweka mambo sawa Asma, mm, atazipitia zile jumbe zote ambazo umeziandika kupitia ukurasa wa Facebook pamoja na ukurasa wetu wa YouTube kama zipo pia. Sawa, so, nianze nazo kwa upande wa Facebook, anaitwa Kiraka OG Comedian Twilambile kutoka Nyachonga, Ngara, Kagera, Tanzania, anasema ndoa halali yenye cheti cha ndoa. Hao wanaoficha kuwa wameolewa ama kuoa, wanaficha wapo. Baadhi yao ni njaa na tamaa. Pili, kuingia kwenye ndoa ama kuoa ama kuolewa ama kuoa kwa kukurupuka. ndiyo, mm. na kuoa kwa mihemko. ndiyo habari ya mtaa wanaokosea kuingia kwenye ndoa ndio wanaoficha kwa asilimia kubwa. Ujumbe mrefu. hmm. Kweli kweli Hila una maana, eh, hila una maana. Sasa bwana, uh, kuna wakati nilikuwa nafikiria Asma kwamba tutawaruhusu pia wasikilizaji atuambie zile tabia mbaya ambazo wanataka tuzizungumzie kwenye kizimbani. Yes. Eh, yani yeah, kama unaona kabisa tabia hii haijakaa vizuri. Tuambie. Wewe tuambie, tuandikie tu ujumbe, sisi tutadili nao perpendicular. <laughs> Ah, lazima tu, eh, tulete hapa okay. Sasa, bwana, huyu Bakari Sadiki Yaruna kutokea pande za Ngara anasema kutokea pande za Biharamulo kwa sasa. Jamani, ni kweli kabisa wapo watu wengi sana ambao nakwambia kwamba hawajaolewa mm -hmm. na hawajaoa jamani, hiyo ni tabia mbaya sana mm -hmm. eh, tubadilike, lakini huyu anasema ni kweli wakere, maana hata yeye alimkuta mm -hmm. alimpenda mdada fulani vya kamdanganya kwamba mm -hmm. yeye ni binti Okay. Kigoli huenda kaongezewa hapo. Eh, binti Kigoli kumbe mm. ana mtoto anaitwa Eric na story kutokea pande za Kihinga Ngara. Huyu naye anasema hivi, e, alikuwaga na mahusiano na mwanamke lakini yule mwanamke kawa ameolewa kwingine. Juzi kamtafuta kwa namba ngeni cha ajabu anamwambia yuko single miaka miwili. Hii sasa hii ni kari <laughs> Single mwaka pili. e, mimi sijaolewa ah, ah! Single. Labda huyo ni pacha yangu mnemuona. Wasemaje kumendoa? Kidogo kuna kuna neno naongezea pale amsinga, ed mingo hujui wewe ujui wewe mm -hmm. Sema bana, kiukweli sisi wanaume tuwe tunasemeshana ukweli kabisa mm, ila wanaume mnaongoza e, kama tuna wake tusiwe tunadanganya. Wanaume mnaongoza watoto, wa watu, watoto wa watu na kaongezea watoto wa watu. Unakubali hilo? Eh? Wanaume mnaongoza. Wazipacha mjukuu wa Buchendole. Hivi kweli? e, wanaume. Nitafanya uchunguzi wangu mimi. Sasa uchunguzi gani, wakati mimi ndo nishakwambia hivyo. Mtabazi Mering kutokea bande za Kanya Ngara anasema tabia hiyo bana sio vizuri wenye tabia hiyo E, ni wadada, ukimuuliza, nakwambia mimi bado ndio. unaaa rifasi kutokea pande za Kibondo itaba sema hiyo tabia ni mbaya sana tena, yapo kanifaa mpaka hmm. Eh, pawa ikaa kama inaisha, lakini nimebusti <laughs> <My> <laughs> kupitia me masafa tofauti tofauti <laughs> nyota wapenda nao bonge mtarajiwa Kennedy meshaki wa Mbabwire Ngara pamoja sana pia kutokea pande hizo, lakini pia Abdoni Mateo kutokea pande za mkabu ya Kibondo pale anatusikiza pia. Kuzuri kabisa mchakato wa leo bado uko poa sana kabisa, hakika kizimbani ya leo imegusa mm. penyewe, penyewe. Hey. Jaribu kuangalia kule sieni kawa nyuma ya muda Ah, Eh, zibu, dakika hamsini na mbili bado dakika zipo. Bado zipo. Bado zipo. Vipi, eh? Kuna ujumbe za um, social media. Tafute kwa upande wa YouTube nione. Sawa. Na mwanzo nilipita kwenye ukurasa wetu wa Facebook mm. Radio Kwizera Radio. Kwizera kwa upande wa mm, eh, ndo niko na utafuta hapa nione. Ajuae kutoka yes. yupo, eh? Anaitwa Rukondo ndio, eh. Anasema anatupata raiv kupitia yupo anaitwa Gosbat mjukuu wa kwenda yupo Shinyanga Tanzania ila nyumbani ni Biharamulo Luziba, anasema anatupata kwa uzuri sana oh. mm. Haya, shukuru. Sisi tunashukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi mm -hmm. kwenye mchakato ya, ujumbe kwa unawambiaje una sasa, wee maoni yako tuzungumze, ah, tu ukweli na pande zote. Alaku mbili wa sio tu wanaume yes, kwa pande zote eh, pande zote mbili, lakini kuna wale wanaume leo atavaa pete ata, ata kesho anaivua Mwingine hmm. Anasema sijui naogopa kidole kuchomoka. Dalili da gani hiyo ambao unaionyesha, kwa maana ya kwamba unataka kutuonyesha kwamba bado uko sokoni, kwamba e, kuna bado sokoni. watu wachangamkie e, kwamba watu wachangamkie fursa. Lakini lakini kuna mtu mwingine wa... labda bahati mbaya kidole aliumia aliumia e. Kidole kile cha kuvisha pete. Kwa, kwa nini kiumia hicho tu? Ah, sasa uweze ukapanga uka mambo ya kuumia asma. Mfano ni ghafla. Hapa hapa ab, ab, hapa tu Kwizera. Eh. Wapo ambao wamefunga ndoa. Eh. Za kanisani kabisa. Eh. Lakini kaangalia vidole vyao. Ah, sasa uweze kumpangia mtu. Ah, sio kwamba kumpangia mtu kumpangia mtu. Ule ni ushahidi kwamba bwana wewe tayari una mtu. Ah, sasa inawezekana kuna mtu mwingine akavaa pete lakini kama mapambo tu. Lakini Uaminifu ndo a... kila kitu. Tunakamilisha kwenye Kizimbani, uaminifu ndo kila kitu. Si ni taarifa ya habari. Zivae tujue kama mmeshachukuliwa, no, tusijichanganye, no, no, no, no.